Ukristo bila Roho Mtakatifu ni kama tu kuishi maisha fulani ambayo hayana uhalisia, kwa sababu kila kitu bila Roho Mtakatifu ni kigumu. Maombi bila Roho Mtakatifu ni magumu no. Kusoma neno la Mungu bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Kufanya huduma bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Kuelewa mambo ya kiroho bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Hata ndio maana Yesu akawakataza wanafunzi wake, msiingie mtaani kuhubiri, mtaharibikiwa Subirini kwenye chumba cha juu mpaka mpokee huyo Roho Mtakatifu kwanza, kwa sababu ndiye anayeleta definition, anayeleta uhalisia wa mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe, tunahitaji Roho Mtakatifu. Josha mkono usema, nahitaji Roho Mtakatifu, nahitaji nguvu zake, nahitaji hekima yake, nahitaji maarifa yake, nahitaji vipawa vyake. Mbona usemi kwa sauti, nahitaji vipawa vyake, nahitaji karama zake ili niishi kwa tunda lake katika jina la Yesu. Haleluya! Hii ndio itakutofautisha kati ya wewe na yule anayekuja kanisani na kusali. We shall receive power, tutapokea nguvu akishakuja juu yetu Roho Mtakatifu, na kuonyesha levels za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anakuaje? Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu inakuwaje? Maana kuna mwingine Roho Mtakatifu iko ndani yake, lakini mwingine iko juu yake, mwingine yuko pamoja na yeye. I will show you. Yesu alipokuwa anasema the spirit of god is upon me, Roho Mtakatifu yu juu yangu, anaenda kwenye dimension nyingine. Amina, tutajifunza namna ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. So jambo la kwanza nimesemaje? Nimesema aina nne za watu. Aina ya kwanza tumesema ni mtu wa asili. Ni mtu gani huyo? ambaye hajamjua Kristo. Amen, amekufa katika roho yake, maana ulipookoka ulihuishwa kwa roho Mtakatifu. Amen. Aina ya pili ya mtu ni mtu wa mwilini. Mtu wa mwilini ni mtu aliyeokoka, lakini hatembei katika roho, anaishi katika mwili. Nao wako wengi kanisani, wameokoka vema wamependa Yesu lakini bado ni watu wa mwilini. Na Paulo alikuwa anaongea vizuri, anasema kama kwenu kuna husuda, kama kwenu kuna fitina, kama kwenu kuna migawanyiko, kama kwenu kuna watu wanasema mimi wa Paulo, mwingine anasema mimi ni wa nani, yule mwingine Apolo. Paulo anasema ni nini hivi? nyinyi si ni watu wa mwilini kabisa? watu wa mwilini ni watu ambao wa wanaishi kwa kutumia akili na ujanja ujanja. Watu wa mwilini ni watu ambao matunda ya mwili yanadhihirika zaidi kuliko matunda ya Roho. Utawakuta ni watu wasengenyaji, watu ambao hawana imani, watu ambao wana vikwazo vikwazo, kwa sababu they are not spiritual. Wako kano, ni watu wa mwili. Bwana Yesu wasifie sana, so ni, ni, ameokoka kweli, lakini ni mtu wa mwilini. Aina ya tatu ya watu ni watu wa rohoni. Watu wa rohoni, spiritual people. Watu wa rohoni ni watu wa namna gani? Tutajifunza vizuri zaidi. Maandiko yanasema, kwa sababu wao wanajua yote, lakini wao hawajulikani na watu. Mtu wa rohoni huwezi kumwona kwa kutembea, mtu wa rohoni huwezi kumwona kwa sababu tu wamekaa kimya namna hii. Mtu wa rohoni anadhihirisha kiroho chake eh. Hii ni pointi ya muhimu sana. Mtu wa rohoni anadhihirisha kiroho chake kwa tunda la Roho. Amen Tanzania, nasema mtu wa rohoni anadhihirisha kiroho chake. He manifest the spiritual life through the fruit of the spirit. Tunda la Roho, si mnalifahamu tunda la Roho? Ni nini? Pendo ni nini tena, amani, furaha, uvumilivu, utuwema, upole. Upole si kuweka shingo pembeni hivi kama unatia huruma, huo ni uzubavu, sio upole. Kuna watu wengine ni wazubavu, nafikiri ni upole, kumbe ni mjanja, ni fujo nyingi na mwisho anamalizia kiasi. Sasa wengine wanaunganishaga upole kiasi. Ah, upole ni tunda na kiasi ni tunda na kiasi si kufanya kwa kidogo kidogo, ngiambia, tuimbe kwa kiasi. Hakuna kuimba kwa kiasi, tutoa kwa kiasi. Najua shetani anatumia kwa maandiko kufanya watu wawe vuguvugu kanisani, sema yuko kimbelembele sana, unatoa sana, huna kiasi, unatakiwa utoe kwa kiasi. Hakuna, sio hivyo kiasi. Means self control, kujizuia au kujitawala, ndio maana ya kiasi. Amen. Nirudie tena hiyo, ingia kwenye fuse. mtu wa rohoni anadhihirisha maisha yake ya kiroho kwa kudhihirisha nini? Tunda la Roho, tumekubaliana wajameni. Kwa hiyo mtu wa rohoni ni mtu ambaye huwezi kusema wewe ni wa rohoni na tuoni matunda ya kiroho, wewe ni fujo, ni vurugu, ah, wewe ni mtu wa mwilini. Aina ya mwisho ya watu ni watu wachanga, wa changa. Wagalatia mlango wa nne mstari wa kwanza Babies in Christ. Nisomee hiyo maandiko, Babies in Christ, kitabu cha Wagalatia mlango wa nne mstari wa kwanza Thank you, Jesus. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wawapo awapo mtoto. Kwa hiyo kuna mrithi ameokoka, ana ahadi za Mungu, lakini ni mtoto, ni mchanga Babies in Christ. Sema amen. Na hawa watu wote wanaweza akawepo kanisani, wa asili wapo, wa mwilini wapo, wa kiroho wapo, na wachanga pia wapo. So, sisi tulioko hapa matamanio yetu, desire yetu, maombi yetu, Mungu atuingize, tuingie kwenye kundi la watu wa rohoni na ndipo tutaanza kuona faida ya kuokoka, ndipo tutaanza kuona hii neno si historia za watu waliokufa. Neno ni uhai, na linachofanya kinachofanya liwe hai ni pumzi ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Ndiyo maana hili jamaa alichakae, neno la Mungu li hai tena lina nguvu, lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, lina uwezo wa kujua mawazo ya moyo na kugawanya nafsi na mwili na viungo vilivyo katika mwili, kwa sababu hakuna kilichojificha katika neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni mawazo ya Mungu yaliyofunuliwa. Haleluya! Praise the name of Jesus. Nyosha mkono sema haleluya. Nasema neno la Mungu ni mawazo ya Mungu yaliyofunuliwa na yakaandikwa katika Biblia. Kwa hiyo tunaposoma neno tunasoma Mungu anawaza nini juu yangu. Ndio maana tukitaka kuyajua mapenzi ya Mungu tunaangalia Mungu ameandika nini kwenye neno lake, na hiyo ndio inayofanyika kwamba Mungu na neno huwezi kuwatenga, kwa sababu mawazo yake yameandikwa na hayawezi kubadilishwa. Sema amina katika jina la Yesu. So watu wa Mungu, faida ya kwanza ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini leo, hiyo moja tu itakuwa imetosha. Faida ya kwanza ni kutufanya tuyajue mambo tuliyokirimiwa na Mungu. Faida ya kwanza kwa mwamini, Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini ni kufanya tuyajue mambo tuliyokirimiwa na Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu. Thank you. Wacha nirudia tena ingie vizuri. Faida moja kubwa ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kutufanya no, naona sijasema faida ya kwanza ni kunena kwa lugha. Ah, kunena kwa lugha ni mchakato unaokusababisha kutengeneza vitu ambavyo nitakuwa navyoongea. Lakini faida ya kwanza ni kutufanya tuyajue mambo tuliyokirimiwa na Mungu. Kukirimiwa maana yake nini? Kukirimiwa maana yake yaliyoandaliwa kimaalum kwa ajili yetu. There are things that God prepared for us before even the creation of the world. Kuna mambo, hey, leo Baba ananitia moyo, si leo si, naona kama tutahubiriana mimi na yeye peke yetu si, si, nyinyi nyinyi subirini kesho wakati, wakati wa kujaza Roho Mtakatifu sema amina. Nasema Roho Mtakatifu amnakuja kwetu ili tuyajue mambo yaliyoandaliwa kimaalum na Mungu kwa ajili yetu. Kuna vitu vimeandaliwa kimaalum, vimekuwa prepared, vimekuwa tayari, vimeandaliwa. Ili kuvijua hivyo, unahitaji ufunguo, unahitaji password, unahitaji nywila, unahitaji hiyo. Na hicho kifunguo ndiye Roho Mtakatifu. Anakuja kwako, anafungua macho ya rohoni anafungua ufahamu wa rohoni, anafungua akili za rohoni. Akili za kindali na za kinyakyusa haziwezi kuyajua mapenzi ya Mungu mpaka ije akili ya Kristo ndani ya maisha yako, iliyokuwa na uwezo wa kuchunguza chunguza hata mambo ya siri ya ndani sana ya kimungu, kwa sababu roho anayajua yote, hata mambo ya siri ya Mungu.